Eneo la Kilindini kaunti ya Tana River wamekashifu mauaji ya kijana wa miaka 20 anaidaiwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi na kuaga dunia. Wakizungumza wakati wa hafla ya mazishi ya kijana huyo, Mbunge wa Galole Said Hiribae na Mwakilishi wadi wa Kinakomba Hamid Babusa wameitaka wizara ya Usalama wa Ndani pamoja na mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA kuingilia kati na kuhakikisha haki inatendeka. Ni katika hafla ya mazishi ya kijana wa miaka ishirini anayedaiwa kuaga dunia baada ya kupigwa risasi na maafisa wa polisi katika eneo la Kilindini kaunti ya Tana River. Polisi ambayekuwa ako na adabu na polisi ambayekuwa anajua kazi yake, hawezi kugeuka akamfanyia mambo mabaya raia mtu wote yule ambaye kwa anaweza kufanya mambo kama haya hajui kazi yake. Hafla hii ikitoa nafasi kwa wakazi na viongozi eneo hilo kukashifu mauaji hayo wakibaini kuwa maafisa wa polisi walitumia nguvu kupita kiasi. Nataka uniambie mtu ambaye kwa yuko kwa pikipiki, huyo wa vijana wawili wako kwa pikipiki ni tishio kwa polisi mpaka atumie bunduki? hawa walikuwa kwa pikipiki, wampiga huyu kijana, wamempiga yule mwingine mwenzake kwa pikipiki, hata pikipiki yenyewe pia wameipiga risasi. Simu, kwani thamani ya simu ni nini? Yaani simu ambayo leo inaharibika kesho inaitengeneza, leo inapotea kesho, na neno wengine inakuwa ina thamani kuliko roho ya mwanadamu. Hiyo haiwezekani. Askari ni watu ambao wamefundishwa sheria na kama askari amefunzwa sheria lazima aonyeshe mwananchi sheria ambayo inafaa itumike. Mbunge wa Galole Said Hiribae pamoja na mwakilishi wadi wa Kinakomba Hamid Babusa wameitaka wizara ya usalama wa ndani pamoja na mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA kuanzisha uchunguzi kuhakikisha haki imetendeka. Hapa Kinakomba kuna, kuna shida, si Kinakomba, Galole constituency. Najua kuna OCS hapa amekuwa amejifanya hana adabu, munanielewa. Huyo OCS nimepata malalamishi mengi sana kuhusu yeye, na huyo tutaandamana na yeye hata yeye ndiye amekuja hapa akaongoza hii kuja kuja usiku wa manane hapa kuja kufanya operation hapa. Sasa kilichotushangaza ni hiyo hiyo, polisi walikuja mapema nyumbani na walipewa hiyo simu kwa uzuri. Baada ya hapo, wakarudi saa tatu za usiku, hatukujua kama walikuwa na nia gani. Kwa hivyo muhimu sisi kama watu wa Kilindini ama sisi kama raia. Hatuna imani na hiyo polisi kwanza ya majengo. James Mwangi, Undugu TV.